iweze kuendelea na itifaki yetu ya siku ya leo bila kupoteza wakati, Mheshimiwa Hassani Zidadu Kungu mwakilishi pekee wananchi wa jimbo la Tunduru kaskazini kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tunduru kaskazini ambaye ni mgeni rasmi katika hafla fupi ya ufunguzi wa huduma za awali katika kituo cha afya Juma Omela mimi kwa majina naitwa Dr. Wilfred William Rachungula, ambaye ni mganga mkuu wa halimashauri ya wilaaya Tundulu. Mweshimiwa mgeni rasmi, napenda nitambue uwepo wa mweshimiwa diwani wakata husika, Mheshimiwa madiwani walioko hapa, viongozi wa chama na serikali, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Tunduru, wananchi wote, wanahabari, wanaburudani, wanafunzi wetu wapendwa. Mweshimiwa mgeni rasmi napenda kwa kifupi sana niweze kusema utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na mafanikio makubwa ambayo tumeweza kuyapata katika sekta ya afya katika wilaya ya Tunduru. Kama alivyosema mkurugenzi mtendaji, mpaka sasa halmashauri ya wilaya ya Tunduru una jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 83 na dispensary ni 73, vituo vya afya tisa pamoja na hospitali tatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, hivi vinamilikiwa na serikali watu binafsi pamoja na mashirika ya dini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kipindi cha miaka mitatu kwa maana ya mwaka 22 23 mpaka 24 25 halmashauri ya wilaya ya Tunduru iliweza kupokea jumla ya shilingi bilioni 4.9 ambapo shilingi bilioni 3.4 zilitolewa kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha miundombinu ya vituo vya kutolea huduma za afya na shilingi bilioni moja nukta tano kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwenye hospitali ya wilaya vituo vya afya pamoja na zahanati. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio mengi, naomba nitambue mafanikio machache ambayo yaliweza kupatikana kwa fedha hizo tulizopokea. Moja, tuliweza kufanya ukarabati mkubwa wa hospitali yetu ya wilaya tuliweza kufanya ujenzi wa jengo la dharura kwa maana emergency department. Tuliweza kujenga nyumba za watumishi kwa maana ya katika kituo cha afya na a, lakini tuliweza kufanya ujenzi wa vituo vya afya vitatu. Tuliweza kufanya ukamilishaji wa zahanati kumi na mbili ambazo zilikuwa ni maboma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliweza kufanya ununuzi wa portable x-ray machine ambayo inatumika katika jengo letu la dharura. Tuliweza kununua vifaa tiba kama nilivyosema hapo juu, lakini tuliweza pia kununua vifaa tiba maalum kabisa vinavyowezesha jengo la dharura kuweza kutoa huduma, na tuliweza kutekeleza miradi ya woshi ambayo ni miradi ya vyoo katika vituo kumi vya kutolea huduma za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka wa 22/23 jimbo la Tunduru Kaskazini lilipokea fedha kwa ajili ya kutekeleza jumla ya miradi sita ikijumuisha ukarabati wa hospitali kongwe ya wilaya ambayo iligharimu kiasi cha shilingi milioni mia tisa na kuweza kufanya ukamilishaji wa zaanati nne. Aidha, jimbo la Tunduru Kusini lilipokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa miradi mitano. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka wa fedha 23 24 na 24 25, kwa kutumia fedha za mapato ya ndani na fedha kutoka serikali kuu, jumla ya miradi 14 ya ujenzi iliweza kutekelezwa ambapo kwa jimbo la Tunduru kaskazini tuliweza kufanya ukamilishaji wa jengo la zahanati ya Nangolombe, ukamilishaji wa jengo la zahanati ya Jaguni ukamilishaji, ukamilishaji wa ujenzi wa kituo cha afya Nampungu, ukamilishaji wa kituo cha afya Juma Umera, ambako Mheshimiwa mgeni rasmi kwa leo tutaweza kuzindua huduma za magonjwa, huduma za OPD, huduma za RCH pamoja na huduma za maabara, wakati tukiendelea kukamilisha mawodi pamoja na jengo la kujifungulia wakinamama kwa maana ya leba wodi. Mheshimiwa mgeni rasmi kama alivyosema mkurugenzi, mpaka sasa halmashauri ya wilaya Tunduru tunao watumishi wa kada mbalimbali za afya wapatao mia nne na kumi, hii ikiwa ni sawa na asilimia arobaini na saba ya mahitaji yetu, kwa maana tunahitaji kuwa na watumishi mia tisa sitini na tatu hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunalo tatizo kubwa la upungufu wa watumishi. Ina hii, ina na hii inatokana na ongezeko kubwa la vituo vya afya na zahanati ambazo tumekuwa tukizijenga kama nilivyotamka hapo nyuma. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kupongeza juhudi zako binafsi pamoja na juhudi za serikali ya awamu ya sita kwa kazi kubwa inayofanyika, kwani kwa miaka mitatu serikali imeweza kuajiri wataalamu wa kada mbalimbali za afya 169 na, na kuwapanga kwenye vituo vya huduma kwa kuzingatia mahitaji. Aidha, katika kipindi cha mwaka huu 2425 tumeweza kupokea watumishi hamsini na nane ambao tumeweza kuwapangia kwenye vituo mbalimbali vya kutolea huduma ikiwemo kituo cha afya Juma Homela ambacho utakwenda kukizindua muda si mrefu. Ah, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, kwa niaba ya watoa huduma za afya wa halmashauri ya wilaya Tunduru, nipende kukushukuru wewe binafsi kwa juhudi kubwa sana unazozifanya za kuhakikisha tunapata maendeleo hususani katika sekta ya afya, lakini nikuombe utufikishie salamu zetu kwa mheshimiwa mpendwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassani kwa namna ambavyo amekuwa akiendelea kuchapa kazi. Na sisi mheshimiwa, nikuhakikishie tutaendelea kutoa huduma na kusimamia huduma bora za afya katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru ili tuweze kuunga mkono juhudi za serikali, lakini tuhakikishe wananchi wa Tunduru wanapata huduma bora za afya. Sisi tutaendelea kuchapa kazi. Mheshimiwa mbunge, naomba kuwasilisha. <coughs>

Meze. Kwa namna ulivyochukulia kata yetu ya Nakayaya kuipa kipaumbele kwa mambo ambayo yameweza kufanyika ndani ya miaka mitano. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wananchi wa Nakayaya ni mashuhuda, miaka mingi tulikuwa likizo miradi, tulikuwa tunasikia kwa wenzetu, tulikuwa tunahisi hii miradi yamkini inatoka mbinguni. Kwa nini sisi hatupati? Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya wewe kuingia madarakani, sasa sasa hivi kata yetu wanakayaya imekuwa mwongozo mkubwa ndani ya wilaya Tingoro. Sisi wananchi wanakayaya tunakupongeza mdugu mgeni rasmi, mdugu mgeni rasmi tukupongeze wewe pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia kakifahamu Tunduru. Pia tumpongeze mwenyekiti wetu halimashauri pamoja na mkurugenzi wetu, nikimaanisha mkurugenzi pamoja na taasisi zake, yaani wakuu wa idara, kwa namna mnapotuangalia kata ya Nakayaya. Kwa kweli tulikuwa wanyonge, lakini sasa kata yetu na Nakayaya, sisi tunatembea vifua mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikupongeze kwa sababu wewe umeniamini mimi pamoja na kata ya Nakayaya, pamoja na kumbuka, mlo unatuletea sekondari, uliambia Mheshimiwa Diwani, naleta sekondari kata ya Nakayaya, utaweza kuisimamia, nikasema nitaweza kusimamia. Ndugu mgeni rasmi, ile shule sasa imekuwa ni gumzo, shule nzuri ambayo imefaulisha kiwilaya, imeshika nafasi ya tano. Sisi tunakupongeza mgeni rasmi, kwa mambo ambayo umeyafanya katika kata ya Nakayaya, ikiwemo kutuboreshea miundombinu, umeboresha elimu, umeboresha afya. Mimi nikupongeze mbunge wangu kwa namna unavyofanya kazi mimi, alafu mi najivunia mbaya zaidi mimi wanasema, yani li walisema vibaya juu ya wewe, lakini walisema vizuri na mimi. Nataka hivyo hivyo ieleweke. CCM oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Nakayaya pamoja na madiwani wa kata jirani, kata ya Nanjoka, lakini pia nimemwona Mheshimiwa diwani wa kata ya Mlingoti Mashariki Mheshimiwa diwani wa viti maalum wa tarafa ya Mlingoti, na lakini pia kaimu mkurugenzi wetu ulioko hapa ambaye pia ndo mwanasheria wetu halmashauri ya wilaya Tunduru, mganga mkuu wa wilaya, lakini pia mganga mfawidhi wa wilaya na mganga mfawidhi wa kituo hiki cha Omela, lakini pia natambua uwepo wa afisa mtendaji wa kata, lakini pia maafisa watendaji wa vijiji wote mlioko hapa, watendaji wa vitongoji wote mlioko hapa mzee wetu ambaye io mwenyekiti wa baraza mwenye wa la wazee la kata ya Nakayaya, mwenyekiti wa UWT wa kata hii ya Nakayaya, lakini pia wenye viti wa UWT wa kata zote ndiyoko hapa. Baada ya salamu hizo, nianze kwa kumshukuru sana sana sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha anatuletea huduma bora za afya. Ndugu zanguni, nina kila sababu ama tuna kila sababu ya kumshukuru rais wetu kwa namna anavyotekeleza kwa weledi huduma za afya. Nitawapeni mfano mdogo tu, yaani mdogo sana, na nyie mtakubaliana na mimi. Kwenye wilaya yetu hii ama kwenye jimbo hili la Tunduru Kaskazini tunavyo vituo vya afya vitano kama susi? Sindio le tunavyo vituo vya afya vitano, lakini toka imezaliwa ama toka limeundwa jimbo hili la Tunduru Kaskazini kwa miaka yote vituo vya afya vilikuwa vingapi? Viwili tu kwa miaka yote, kwa miaka yote vituo vya afya ni viwili, lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa, alipoingia tu ndani ya miaka minne aliokaa madarakani, tayari ametujengea vituo vya afya vingapi? Vitatu. Makofi mengi kwake. Sasa mimi na ninyi tuulizane, kama ndani ya miaka minne ametujengea vituo vya afya bora, vituo vyenye kila kitu vituo ambavyo vinatoa huduma ya upasuaji vitatu vipya, kikaa miaka kumi, tutapata vituo vingapi? Si ni vingi? Vingi, makofi mengi kwani. Na mimi niseme sio tu upande wa afya peke yake, amefanya kazi kubwa katika maeneo yote, katika sekta yote. Ukienda kwenye, se kwenye idara ya maji huko ndo usiseme maji yamemwagika kwenye kila kata na sasa hivi tunageukia kwenye vijiji, baadhi ya vijiji tayari vichache ndo bado lakini, ukiweka upande wa miundombinu, mheshimiwa rais wakati yeye anaingia madarakani kwa hapa Tunduru mjini, barabara za mtaani, kwa maana ya zile barabara za TARURA, barabara iliyokuwa yenye rami ilikuwa ni kilomita mia nne tu kilomita ama tuseme mita mita mia nne yani, hata kilomita moja haikufika lakini, wakati wa uongozi wake ndani ya miaka minne, tayari tumejenga kilomita nane nukta saba mbili zalani na kofi mengi. Kwa hiyo ni kwa miaka minne tu, lakini kwa miaka yote ile ni mita mia nne ye ndani ya miaka minne mita kilomita nane na mita mia saba nukta saba mbili, kama sikosio kwenyewe wataalamu wanajua. Sasa hivi barabara nyingi tunatembea vizuri kwa lami, iwe kifuku iwe kiangazi, nyiwe ni mashahidi. Na sasa hivi tumeanza kidogo kuigusa kata yetu ya ya Nakayaya, tumeanza kuigusa kwa lami. Sasa homi langu kwenu muda ukifika, mama yetu atapita kuomba kura kwa yale mema na mengi yaliotutendea kwa muda mfupi, tuhakikishe tunamlipa fadhila kwa kumpigia kura kwa wingi sana, ili sasa ili tuendelee kuneemeka na neema hizi ambazo tumezipata kwa muda mfupi. Tukimwongezea muda zaidi, maana yake tutaneemeka zaidi. Mama Samia safi, safi. lakini nataka niwaambie upande wa elimu nako wala kurudi nyuma, amepiga kazi kubwa kwenu, yeye ni mashahidi leo tunasema kwa Kungu sekondari ni ya kwake, lakini ndani ya miaka miwili mimi nilipata sekondari nne kwa uongozi wake tumejenga Tinginya sekondari, lakini tumejenga Majimaji sekondari lakini pia tunajenga na, na Makambale sekondari na Kungu sekondari, tayari wanafunzi hawa hapa tunao. Makofi mengi pa. Kwa hiyo kwenye kila sekta kwenye kila idara yani, amefanya ya zaidi ya wenzake wote waliomtangulia. Kama mtakumbuka, watoto wetu walikuwa wanakaa chini kwa kukosa madawati, walikuwa wanasoma chini ya miembe kwa kukosa madarasa. Hivi sasa sekondari zetu madarasa yanawasubiri wanafunzi, hamna wanafunzi. Yani madarasa yapo, wanafunzi wachache. Mama Samia woi, mama Samia safi, safi. Baada ya kusema hayo na utangulizi huo, tuelekee sasa kwenye hafla yetu hii ya leo ambayo tunayo mbele yetu, tunao kwa kituo chetu hiki cha afya kinachotambulika kwa jina la Juma Homera ama Omela, kituo cha afya. Mimi nianze kwa kusema kwamba ninawashukuru sana kwa kunipa heshima kubwa ya kuwa mgeni rasmi kwa kuja kufungua kituo hiki cha cha afya, na bado nitaendelea kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ametufu moja, ametufupishia umbali wa kufata huduma ya afya kwenda pale kwenye hospitali yetu ya wilaya. Lakini la pili ametupunguzia msongamano kwenye hospitali yetu ya wilaya, wale watu ambao wangepaswa kwenda kukaa foleni pale, na badala yake sasa watamegeka, watakuja hapa kupata huduma. Maanake vituo vya afya ndio vinahudumia magonjwa yale ya kawaida kama malaria na nini na mambo mengine mengine, hata akina okay, mama kujifungua sasa wote tulikuwa tunakwenda kwenye kituo kwenye hospitali yetu ya wilaya, na badala yake sasa sa hivi wengine watapata huduma hapa na wachache watakwenda kule. Kwa hiyo itakuwa tumepunguza mzigo mkubwa katika hospitali yetu ya wilaya. Makofi mengi kwa mama Samia. Lakini <coughs> nilisahau kusema ama, naomba niseme kidogo japo tulishaelekea kwenye shughuli yetu ya leo, lakini niseme tu kidogo Nyinyi ni mashahidi mama zangu, na nyinyi kina mama ndio mara nyingi ni wadau wakubwa wa huduma wa za afya ukilinganisha na sisi kina baba, kwa sababu nyinyi wenzetu mna changamoto nyingi sana kuliko sisi, na nyinyi ni mashahidi wa hili. Tutakapokwenda kuzungumza tulikuwa tuna hospitali yetu ya wilaya hapa, ilikuwa inahitaji ukarabati mkubwa sana kwa miaka mingi sana toka ijengwe, naweza kuna diriki kusema toka imejengwa hospitali ile haikuwahi kupata pesa za ukarabati kutoka hospitali, kutoka serikali kuu. Marais wote wamepita hawakuwahi kuleta pesa za ukarabati kwenye hospitali yetu, lakini baada tu ya kuingia Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea pale zaidi ya milioni moja ya ukarabati, milioni mia tatu sitini jengo lile la dharura milioni mia tisa karabati wa baadhi ya majengo leo hii, tukienda pale hospitali yetu imebadilika, ina mwonekano mzuri tofauti na zamani. Uongo kweli? Ila mama, uongo kweli? Basi tumpigie makofi mengi sana Dr. Samia Suluhu Hasan kwa namna anavyotupendelea na mimi niseme, yani ninasema bila uoga kwamba hakika Dokta Samia Suluhu Hasani ametukopesha, na sisi Wanatunduru tunapaswa kumlipa. Sasa tukielekea kwenye kituo chetu hiki, baada ya kumpongeza Dokta Samia Suluhu Hasani ambaye ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mpongeze sana mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru kwa namna alivyoweza kusimamia zile pesa za mapato ya ndani, lakini pia tuliposhauriana na mimi kwamba e, kituo hiki cha afya kinachojengwa kwa mapato ya ndani, badala ya kwenda kuanzisha kituo kipya ama sehemu nyingine, basi tuje tumalizie kituo hiki cha cha Omela, na hatimaye kitoe kitoe huduma na badala yake ma, tungeacha majengo vile vile yangeenda kuisha ama kuharibika pasipo ya wananchi kupata Nimpongeze sana mkurugenzi. Naomba ufikishe salamu zangu mkurugenzi, kaimu mkurugenzi, unifikishe salamu zangu kwa kwa mkurugenzi wetu. Lakini pia nimpongeza ni mwenyekiti wa halmashauri kwa kusimamia vizuri halmashauri, lakini pia vilevile mganga mkuu wa wilaya ndugu yangu mimi, nakushukuru sana kwa yeah, niaba ya yeah wanatunduru yeah. Naomba nikupongeze sana ndiyo, sisi wote tunaishi hapa Nakayaya. Si tuko mda mrefu <inaudible> <Situ> tumekuwa hapa hapa, <inaudible> wamepita madiwani kadhaa. Hivi kuna diwani aliyefanya vizuri kama huyu? Ongeza makofi. Sasa mimi nataka niwaambie jambo moja kabisa mwakilishi makini anakuja kwa ajili ya zoezi hilo. Haya, asante mheshimiwa mbunge, karibu kituo cha Oye, oye! Iwani wetu oye! Ndugu zanguni, nimepita kukagua majengo yote ambayo yako tayari na yale ambayo yanaendelea kukarabatiwa na yale ambayo bado, hakika nimeridhika. kika nimelilika, isipokuwa, sasa kazi inabaki kwetu, kwangu mimi na kwa mheshimiwa diwani na mkurugenzi wetu kwa halmashauri hii, tuendelee kumsistiza, vifungu vile vikikaa sawasawa, basi majengo hayo ambayo bado kukamilishwa, tuyakamilishe tuyakamilishe.

tayanizohizi limekamilika vizuri kabisa Sasa ni wakati wa zawadi na picha mbalimbali za pamoja. Haya, asante. Nama studio unisaidie sasa, tupate i